Moja ya makosa makubwa tunayoyafanya watu, hatujuagi mipaka yetu na wala hatujui mipaka ya watu ni ipi. Kosa la kwanza kwenye maisha lililowahi kutokea ni watu kutokujua mipaka yao. Mtoto wa Yakobo, wa kwanza analaaniwa, sio kwa sababu baba ampendi, kwa sababu amevuka mpaka wake. Biblia anasema amekuwa kama maji. Do you know in the Bible, kwenye Biblia wameandika cast is a man who remove The demarcation yani, amelaaniwa mtu yule aondoae mpaka, yani unapovuka tu mpaka wa chochote, you are operating under a curse. Jua ni wapi wanatakiwa kuishia. Kuna watu hapa mnaongea sana kiasi kwamba huna staha ya moyo, ya mdomo, ya akili wewe. Yani ukienda tu kusalimia watu au watu wamekuja kusalimia, tayari tushajua mpango wako wa mwaka 2023 mpango wako wa mwaka 2024, mpango umechumbiwa tu tushajua hadi shelo unalovaa, bado watu hawajalipa mahali Yaani, mimi kia nikifanya kitu hakifanikiwi, kia nikifanya kitu hakifanyi. Mipango yako iko wazi sana. Sio wajinga wale mnaoona wanachimba misingi alafu wanazungushia mabati, hawazungushii tu kwa sababu ya usalama, sijui vingine, ni siri. Biblia tu yenyewe inasema Mungu aketie mahali pa siri, Mungu hajaketi wazi wazi. Ila wewe yani, shoga zako wanaweza kumwelezea mtu mwingine jinsi ulivyo, kama wewe mwenyewe ndo unajielezea maana mipango yako yote iko wazi. Watu hamjui mipaka yenu, hamjui mahali pa kuishia. Biblia yenyewe anasema hivi. Daudi anaomba anasema, Bwana weka mgojezi kwenye mdomo wangu. Yaani wewe ukipewa tu nafasi paka japaka and then unalalamika, kwa nini upigie hatua. Jua ni nani unamshirikisha mambo yako. Learn to have self control. Hata ukiwa unawasaidia watu, do you know, kama wewe hautanyanyuka vya kutosha huwezi kunyanyua wenzako walio chini kuna ndugu zako unajua kabisa, yule tumempa mtaji mwaka jana kapoteza, mwaka juzi kapoteza, mwaka huu kapoteza, bado tena unamwekea na mwingine mm -mm. Kuna watu wengine hawahitaji another money, they need another training. Ukimwita sasa umfundishe, hataki, mbishi, mjuaji, unamsaidia wa nini? Muache aendelee kukaa na mama yake, you can never finish the poverty of the whole clan. You can never Weka budget, weka mahesabu yako sawa Jua nasaidia watu mpaka wapi, no your limit. Ndio maana hata kwenye mashirika ya kugawa wa misaada wana kitu kinaitwa budget. Yesu Kristo wa Nazareti aliwahi kusema maskini mnao siku zote. Maana yake nini? You will never finish poverty, so you need to train your behavior. Ujiambie hivi, mimi kwa mwaka nasaidia watu kwa shingapi? Mtu asiye na budget asidhanie kuwa atapiga hatua kwenye maisha, never. Ah, mimi nataka nimalize umaskini wa familia. Subiri wewe, ndio unafuata kwa maskini mwingine. Hivi unajua watu wengi ambao tunawasaidia wana misaada mingine kwako, kwa ilikuwa pia wanajaribisha. Wewe unajua watu ambao tunawasaidia, watu wengi tunawasaidia, wana sehemu nyingi za kupata msaada uliko unavyofikiri. Wanajua kabisa docho zao, najua pale nikipiga yu yule, ah, yule ananipa, yule anipi. Kwa hiyo anaweka kabisa alternative. Kama unamwalika mtu kwenye biashara yako, jifunze kwenye biashara hatusaidiagi watu ujiambie kabisa huyu nimemchukua nimemwajiri, usiseme nimemweka hapa nimsaidie. No, mweke hapo, mlipe mshahara, siku akiondoka usiumie, ajiri mwingine. Mtu unayemlipa mshahara humwambii yote. Mtu unayemsaidia kuna vitu utamwambia, alafu kesho akija kupindua, usiumie. Biblia anasema hivi watu wakali hushika mali siku zote, hela ishuki, na watu wenye mioyo imepesi never na lile neno watu wakali, hazungumzii watu wa kufokafoka. No, pale anazungumzia strict men, watu wenye misimamo. Aliposema hii hela ni kwa ajili ya mtaji, hapo hata kama mtoto wa dada yake anaumwa, hela haitunzwi bila hekima. If you will have to be rich, you must have wisdom to preserve your wealth. Naomba nikuambie mpumbavu akipewa hela haishi muda mrefu anakufa. So, wakati unamwomba Mungu akupe hela beba na hekima pia. Na ndio maana mwenye akili ataitafuta hekima kwanza kabla ya kutafuta hela kwanza, kwa sababu ndani ya hekima kuna macho ya kuonea hela iliko. Oh, yes. ndani ya hekima kuna macho ya kuziona fursa ziliko. Ndani ya hekima kuna self self control control. Money without self-control will take you to ditch. Pesa bila kiasi haikusaidii katika vitu vyote ambavyo watu hawajawahi kukufundisha maishani mwako learn to live your life part time, jifunze kuisha maisha yako kwa wakati huo, yaani maisha yako yafanane na huo wakati uliopo. Kama wakati wako ni wa milioni kumi, mtu wa Mungu, ishi mpaka levo ya milioni nane, ishi hapo, bakisha mbili za akiba. Kama maisha yako ni levo ya laki mbili, ndugu yangu, ishi laki moja na sabini. Learn to live your life part time. Maisha sio kwa watu wenye mioyo imepesi, because you never know who is your enemy at what time. Learn to be strong and a fighter to make sure biashara yako inakaa mahali pake. Amen. Kazi yako inakaa mahali pake. Amen. Ndoa yako inakaa mahali pake. Amen.